Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo ni siku ya Jumatano, saa sita usiku. Mutamirina wapo katika uwanja wa ndege wa Amani Karume, Zanzibar. Hapa watu wanafanya tawafu ya Umra. Leo siku Alhamisi, tarehe ishirini na tatu. Watu wanafanya umra, wana msongamano mkubwa kidogo. Kimaliza umra darndi saba, unakuja zako hapa nyuma makamu Ibrahimu, unasali rakaa mbili, unasali rakaa mbili za sunna, rakaa mbili za sunnati tawaf

kwenda vizuri au amisheaa wa Istiqama zkibaaihapa bidaya tu na safa, mwanzo wa safa. Na hii tayari tumefika mzunguko wa sita, tukienda zetu marwa itafaa tumekamilisha mzunguko wa saba. Hii ndio marwa, huku ndio marwa. Ama ambapo mtu anapokamilisha sa'i, sa'i na malizia marwa na baada ya Marwa unatakiwa wendo katahalali kwa kunyoa au kupunguza. Hukumu ya kijalia yeye aliyetuambia na sisi tumepokea, kija tumefaradhishwa, haifai kudharau. Illahi Rabbil Alamin, mu'tamirina wetu wamemaliza umra kwa furaha, na wote wanaonyesha sura za bashasha. Mashaallah, mashaallah. Hawa wengine wanaume wamekamilisha umra. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Mwisho tunataka jua za wachanga mlokuwa majumbani mkitua endeleze ni muruwa ili tukarudi hadi kupoteana hakuchukua na taklifa kila kitu kimekwenda kama natuna. Leo tunakwenda tu ziara ya Madina inshallah. Mizingu atuongozee iwe kama kawaida, amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mpaka sasa tushafanya ibada ya umra, na hivi sasa hivi tunaenda kwa ajili ya ziara inshallah biidhnillah. Tunatarajia kuendelea na ibada nyingine zilizobaki siku za mbele inshallah biidhnillah. Allah awafikishe wale wote ambao wanania kuja katika ibada ya hija.

Hija maburi hija mabururi kwa uwezo wa karima mabu ya kwenda vizuri aubade umeshedawaman Istiqama Zinjibari. Hija ni nguzo muhimu tuijuwe wasilamu kafaradhisha alimu juu yetu binadamu yatano ilo hitimu jukumu lipate dumu

Unajitilia rabbina taqabaliya. Ija tumefaradhishwa, haifai kudharau, ija kidharau. Hadha jabalul malaika, hili ndo jabalul malaika. Jabalul malaika ni jabali ambalo alishuka malaika kuja kupambana katika vita vya Badr, ambao malaika wenyewe walikuja kwa nguvu za kibinadamu, walikuwa wakipigana kwa nguvu za kibinadamu Waliosaidia Islam katika vita hivi wameletwa na Allah subhanahu wa taala, na hawa ndio mwatamirina wetu. Wamefika katika maeneo haya ya Badr, ambapo ndipo palipopiganwa vita vitukufu vya Badr, vita vilivyoweka historia duniani. Hakujawahi kutokea vita vitukufu kama hivi vilivyoweka historia kubwa kama hii za wachanga mno kuwa majumbani mketoa endeleze ni murua ili tusijepotea, tukarudi makaburi ya shuhada ubadr. Hapa ndipo alipozikwa shuhada ubadr, yaani hapa makaburi mengine hapo sio kama nao peke yao mashuhuri <tipu> tunahije wasalama <tipu> tena hija mabruri kwa uwezo wa karima. Shida Istiqama Zinjibari, majina ya masahaba aliyokufa katika vita vya Badr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo tupo katika biru shifa, kisima ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam alipita na masahaba wakafanyika miujiza mikubwa sana katika simahiki nawo. Hapa ni mmoja katika viongozi wetu anapia udhu wa Bir Shifa na kisha jijazia ki kigeno chake kimoja cha lita tano kwa ajili ya zawadi. Na huyu hapa Marwani nz anajeza vidumu vyake vidogo hivi viko tano katika Bir Shifa. Afaradhisha alimu juu yetu binadamu yatano ilo hitimu jukumu lipate dumu. Hija tumefaradhishwa, haifai kudharau yafaa kuzingatia na rohoni kulitia. Uwezo ukitimia, unapaku kimbilia aliyekukirimia moyoni alijohua ijatrahmatullahi barakatuh. Hapa saizi mutamirina wetu amefika katika maeneo ya Kuba, alhamdulillah. Na huu ndio awali masjid bunia filislam, lio msikiti wa kwanza kabisa uliojengwa katika Uislam, awal masjid sala ambao msikiti huu mtume aliingia Kuba siku ya Jumatatu akakaa Jumanne, Alhamis, Jumaa akaondoka kuelekea zake Madina. Istiqama zikibari na nafsi yajitambua yenyewe, yajionea. Leo nimetimizia uwezo unotakiwa ni ya unajitilia, rabbi nitakabalia hija tumefaradhishwa, haifai kudharau ija, kidharauliwa na moto nitaingia, hakuna wa kuombewa. Hukumu ya kijalia, yeye aliyetuambia na sisi tumepokea. Ija tumefaradhishwa, haifai kudharau kupitia Istikama kwa salama kwasalama tanahija mabururi kwa uwezo wa karima mambo ya kwenda vizuri au madumisha dawa Istiqama za kivari mwisho tunataka dua za wachanga mlokuwa majumbani mkituwa endeleze ni murua ili tusijepotea tukarudia dunia, hija tumefaradhishwa, haifai kudharau kupitia Istiqama jumuiya mashuhuri tunahiji hija wasalama tena hija mabururi kwa uwezo wa uwezo wakarima mambo yakwe na vizuri au madumishadaama.